Meshaavi sana, ishirini na tisa kuna uchaguzi mwezi huu, na tukasema tutoe baraka, lakini kwa kutambua umuhimu wa kuunda serikali tuwache tohara tarehe ishirini na moja mpaka tarehe thalathini ili tutasababisha wagonjwa wasiokwenda wa kupiga kura, wakati wana haki wa kupita kura. Hatujaambiana tarehe tatu ili mkoa wa mkoa elewe mafurika siku hiyo ilikuwa ni, ku, ni kuandaa uchaguzi ukitairi vijana elfu, elfu moja hapa, sitapunguza kura maanake, kama ni mgonjwa ataendaje kupiga kura? Tulishasema jamii ya Maa wako katika mkakati walo soo nyuma ya kuunda serikali, kushiriki uchaguzi, kuchagua diwani, mbunge, mpate pale na rais watakayemtaka hiyo siku ni takatifu katika taifa la Tanzania. Hiyo siku ni nchama, na tumeambiana jamii ya maa, hatutaki kushika mkia, tunataka kushika mbele katika uchaguzi, katika vitongoji vyetu, vijiji vyetu, kata zetu, wilaya zetu na mkoa wetu, zinawezekana. Mzee Kisonga wakati ananieleza kwamba ishirini na tisa mtaenda kupiga kura sasa yani katika jeshi hawa ndo majenerali hao, hawa <laughs> ndo majenerali kwenye familia, wanatoa tu maelekezo kwamba ishirini na tisa, twendeni tukapige kura. Kwa hiyo nyie mme mbele ya mzee Kisongo, mmesema ishirini na tisa mnaenda kupiga kura, mmesema tarehe ishirini na tisa ni amani. Wangapi tunaendelea kukubaliana hivyo? Nyinyi mkiamua kwamba tarehe ishirini na tisa tutakuwa na uchaguzi na kila mmoja akajitokeze kupiga kura, kwa jamii nzima ya Kimasai, kwa sababu nyie hamna mipaka ya mkoa. Mmetaja watu wa Simanjiro, mmetaja watu wa Andeni, mmetaja watu sehemu mbalimbali. Peleka message hiyo maeneo yote, jamii nzima itakwenda kupiga kura kwao. Niwashukuru, ni washukuru sana nyinyi viongozi wa mira kutoka maeneo yote kwamba mmeridhika na kazi nzuri zinazofanywa na serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. mmeridhika na amani na utulivu na maendeleo tunayoyapata, basi ni washawishi muende katika jamii zetu, tukawakumbushe kwamba 29 tukatumie haki yetu ya kikatiba kwenda kushiriki uchaguzi, kupiga kura Tukipiga kura mtoe maelekezo ya watu kurudi nyumbani kupumzika, ili tume ya uchaguzi iweze kuendelea na zoezi la kuhesabu na kutangaza matokeo. Kama mkuu wa mkoa nawahakikishia, najua na nyinyi ni walinzi wa jamii yetu. Nawahakikishie vyombo vya ulinzi na usalama katika mkoa wa Arusha tutahakikisha pana amani na utulivu. Kuanzia sasa wakati wa kupiga kura na baada ya uchaguzi. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News.